Wa Dominic Ntemi uh, ni mhusika au mwigizaji katika tamthilia ya Kigogo. Katika tamthilia yenyewe nimeigiza kama Majoka, mhusika mkuu, na hivi leo tutaangazia tutaangazia umuhimu wa Majoka katika tamthilia yenyewe, umuhimu wake na maudhui yake katika Kigogo, jinsi anavyo anavyoyatoa na tukianza tunamwona Majoka ni mtu ambaye ni mzinifu aa, kiangalia katika tamthilia yeye anapanga kumpata Ashua licha ya kuwa yeye mwenyewe ana mke na Ashua mwenyewe pia ameolewa, ana anapanga mbinu za kumpata anataka kumkumbatia anapofika pale ofisini. Ukiangalia katika tamthilia yeye anapanga kumpata Ashua licha ya kuwa yeye mwenyewe ana mke na Ashua mwenyewe pia ameolewa ana, anapanga mbinu za kumpata, anataka kumkumbatia anapofika pale ofisini. Pia ma Majoka anatoa ile dhana ya hasira, ni mtu mwenye hasira, anakasirika wakati Ashua anakataa kumkumbatia, na a, a, mpaka anamwambia kuwa hasira yake imeanza kufunganya virago vyake. Hivyo tunaona kwamba hasira yake imejitokeza waziwazi, na pia yeye ni mtu wa majisifu, ana-, ana anapenda kujisifu sana, anafurahia anapoitwa ngao. Samahani sana, ngao. Wow. Sasa, umeanza jina ambalo la ni lake la ujanani. Kwa hivyo anapenda sana kupata hizo sifa, na anapoitwa ngao anajihisi vizuri. Kwa hivyo tunaona ni mtu mwenye majigambo na majisifu pia. Majoka anatoa ile dhana ya madharau, ana madharau. Tunamwona akimdharau u mmewe Ashua ambaye ni Sudi kwa kumuita Zebe. Pia anawadharau wanawe Ashua kwa kuwaita vichekechea. Kwa hivyo ni dhana ambayo inajitokeza sana katika tamthilia hiyo ya ya ya Kigogo. Pia tunamuona ana unafiki ah, anasema kuwa yeye hapendi hapendi fujo, hapendi rafu ila tunajua kuwa ni unafiki, maanake yeye mwenyewe anapanga anapanga watu watu wauawe, anafanya watu wanaandamana. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kuwa tayari anapenda rafu e. Kwa hivyo yeye ni mnafiki, na pia tunaona ako na tabia ya upiara. Hii ni tabia ya tabia ya ya tuseme kuwatusi watu. Unamwona anapofika pale katika soko la Chapakazi anawatusi wananchi wasagamoyo kwa kuwaita wapumbavu, wajinga. Watu wasagamoyo ni wajinga sana. Tunamwona Majoka, e, Majoka ana kiburi katika tamthilia ya Kigogo. Majoka ana anasema kuwa yeye ni mwana wa shujaa, kwa hivyo yeye ni shujaa na akaitwa jina Ngao kwa kuwa mwana wa shujaa, hivyo yeye anatoa ana, ana dhana hiyo ya kiburi vizuri sana pia. Majoka ni mkatili na ukatili huu umejitokeza e, katika mazungumzo yake katika mambo yale anayofanya. Kwa mfano, tunaona ana anamfungia ana, ana, ana Ashua licha ya Ashua kumwomba msamaha na kumweleza kuwa yeye ananyonyesha, lakini yeye alimfungia anawafungia wanasaga moyo soko lao la chapakazi licha ya kuwa hapo ndipo wanapotegemea, kwa hivyo ukatili wake umejitokeza sawasawa sawa. Majoka ni dikteta na huu dikteta unajitokeza vizuri kabisa e, pale anapoamuru anapoamuru wale askari wake wawatawanye waandamanaji. Pia anaamuru Tunu auawe kwa kuwa huyu Tunu Anajaribu ku, anajaribu kuleta eh, anajaribu kuleta wachunguzi ili wachunguze mauaji ya Jabali. Kama mnakumbuka ah, Jabali kifo chake kilikuwa ni cha kutatanisha. Na Majoka mwenyewe pia yeye anamwamuru Kenga ahakikishe kwamba ahakikishe kuwa mauaji haya yamefanya nini? Yamefanyika. Tunamwona pia akiwa akimwamuru Kingi awaue, anasema wapige risasi mara moja. Kwa hivyo yeye hajali, hajali kuwa ni maisha ya wananchi, yeye ye, haja yake ni kwamba ahakikishe eh, kuwa mambo yanafanyika atakavyo yeye. Kwa hivyo, nyinyi ni viziwi ovyo kabisa kumsikiliza mwanamke kama huyu, mtoto wa jana ni nani tena ni wanani? Wapige risasi mara moja, haiwezekani. Huh? A, kwa hivyo a, ukitazama katika mchezo utaona vizuri jinsi mambo haya yamejitokeza na natumai uta, utaweza kuelewa dhana baada ya nyingine jinsi yanavyojitokeza ya yeah. Kama nilivyosema mimi ni Dominic Mutemi na nashukuru sana kwa kuwa najua mmetazama, mmeangalia, mmeona na mmesoma mambo mawili matatu ama mambo yote. Kwa hivyo shukran sana, asanteni.